Kutoka Tanzania narajia humu nchini na katika kaunti ya Nyeri. Nampata katibu katika wizara ya afya Daktari Ouma Oluga amebaini kuwa wanaweka mikakati ya kushirikiana na kanisa ili kuhakikisha wanawakumbusha waumini kuhusu kulipa ada zao kwa bima ya afya ya SHA. Haya yanajia wakati ambao askofu mkuu wa jimbo wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Antony Muheria, ameitaka wizara kuhakikisha, ijapokuwa wanashirikiana kwa manufaa ya wagonjwa, wanapaswa kubuni njia mwafaka za kusuluhisha baadhi ya changamoto zinazoibuka. Haya yalijitokeza katika hafla ya kufuzu kwa mahafali wa chuo cha kimatibabu cha Sister Leonella Consolata kaunti ya Nyeri. Veronicah David anaarifu Idadi ya Wakenya waliosajiliwa kwa bima ya afya ya SHA inapoendelea kuongezeka. <coughs> Katibu katika wizara ya afya, Daktari Ouma Oluga amebaini kuwa wanapania kushirikiana na makanisa ili kuhamasisha Wakenya kulipia ada zao za bima ya SHA. Akiongeza kuwa iwapo kila Mkenya atatoa mchango wake kama inavyostahili, serikali itakuwa na uwezo zaidi wa kuyasaidia mahospitali kukidhi mahitaji ya wagonjwa. Because of the partnership with the church.

Haya yanajia wakati ambao Askofu wa kanisa la Katoliki jimbo la Nyeri Antony Muheria ameitaka serikali kuimarisha uhusiano wake na vituo vya afya vinavyoendeshwa na makanisa kwa kuhakikisha kuna upesi wa kusuluhisha changamoto zile ambazo zimekuwa zikiibuka.

Haya yamejitokeza katika hafla ya kufuzu kwa mahafali wa chuo cha kimatibabu cha Sister Leonella Consolata, wakati ambao Daktari Ouma amesisitiza kuwa serikali inaweka mikakati ya kuhakikisha madawa yanapatikana katika kila hospitali.

And we are keen to make sure all hospitals have equipment. Veronica David, Undugu TV.